Fata maelekezo haya jinsi ya kujipatia GB kumi na tatu bure kabisa mtandao wa Airtel. Piga nyota moja arobaini na nane nyota tisa na moja reli tasubiri, fungue tabonyeza moja yani Want to new offer. Maelekezo haya haya usibadilishe. Kisha utabonyeza moja to skip yani kuruka hapo ili uendelee. Dear customer, your request is being processed. You will receive a confirmation message shortly. Mpaka hapa Tayari kabisa utasubiri meseji ili uweze kujua kama umepata hizo GB 13 bure mtandao wa Airtel. Karibu sana, ni Shayia TV, usisahau kusubscribe.